Hii si sauti, ni kumbukumbu -kumbu, na simulizi ya kuhuzunisha mno, na kama hujawahi kupendwa, basi usisikilize kisa hiki, maana imejaa machozi machungu na ukweli utakaojua kuhusu mapenzi ya dhati na udanganyifu ulio ndani yake. Bela alikuwa msichana wa kawaida sana, hakupenda kelele hakupenda drama. Alipenda mtu mmoja kwa moyo wake wote. Jina lake alichagua kumpenda lilikuwa Mark. Kwa Bella, Mark hakuwa mtu wa kupita, alikuwa nyumba. Alipopenda alipenda kwa dhati, alipoamua aliamua mara moja. Hakuwahi kuwa na plan B kwa sababu kwake mapenzi Hayakuwa mchezo. Bella alitoa kila kitu kwa Mark. Muda wake, uaminifu wake, ndoto zake na hata maumivu yake ya zamani. Alivaa tabasamu kila siku akiamini anapendwa. Lakini Mark alikuwa anapokea upendo wa Bella kama mkopo, akitumia leo na kesho anahamishia kwa mtu mwingine aitwaye Aisha. Bella hakujua hilo mapema, alijua kuchelewa, na kuchelewa huko ndiko kunavunja mioyo mingi. Kila alipomuuliza Mark kwa upole, aliambiwa unawaza sana. Kila alipohisi mabadiliko moyoni, aliambiwa umebadilika. Bela hakujua kuwa kuuliza ukweli sio kosa. Kosa ni kuendelea kubaki mahali ukweli unafichwa. Alianza kupungua taratibu, sio mwili bali rohoni. Vicheko vilikuwa vya kulazimisha, usingizi ukawa adui, simu ikawa chanzo cha hofu. Kila notification iliuma, kila ukimya uliua. Rafiki yake Bella alimwambia mara kadhaa, Bella, Maki anakubadilisha, lakini Bella alimtetea kwa macho yenye upendo, hapana, Maki hawezi kunifanyia hivyo. Wakati Bella anajilazimisha kuamini Mark, alikuwa anaendelea kuishi kama hakuna kinachotokea, akila upendo wa Bella, na wakati huo huo akimpanda matumaini ya Aisha. Hakuna maumivu kama kugundua kwamba mtu uliyompa kila kitu alikuwa anakupa mabaki ya muda wake. siku ile ukweli ulipotoka haukuja kwa makelele, haukuja kwa ugomvi. Ulikuwa kimya, lakini ukapiga kama radi moyoni. Kulikuwa na ujumbe mmoja tu uliobeba jina la Aisha na maneno yale yale aliyokuwa akimwambia Bela kila usiku. Ndipo Bela aliketi chini Akashika kifua chake, akajiuliza kwa sauti ya ndani, nilimkosea nini hadi Maki hanifanyie hivi? Lakini jibu lilikuwa gumu zaidi. Hakumkosea chochote. Alimpenda sana mtu aliyempenda kidogo, alijitoa kwa mtu aliyekuwa anajihifadhi. Alijenga kesho na Mark wakati Mark alikuwa anatafuta leo tu, na hapo ndipo kisa kikubwa cha kuchoma roho kilipoanza.